kwenda kucheza kama unacheza ndondoka hapo, sijui unashambulia vipi? Lazima uende kwa discipline huyu Yanga ameshinda mechi ya kwanza wei goli tatu e, kwa bila kwa hiyo kocha feli alitamka kwamba anaingia kwenda kucheza na Yanga hana kitu cha kupoteza. Ogopa sana timu wa namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia jinsi ambavyo setup yao na Yanga ambao walikuwa wanacheza, kuna watu wanaweza wakasema kwamba Yanga amecheza chini ya kiwango kutokana na mfumo ambao kocha anaoingiza ndani ya timu. Kwa hiyo ni lazima kwanza mashabiki wabaki kama mashabiki, na yule Romain Folz ni, ni, ni, ni mwalimu ana taaluma yake, kuna kitu anataka kukiingiza ndani ya Yanga. Mshabiki anaweza kaona nje kitu gani ambacho kocha akakicheza, lakini maelekezo ya mwalimu na wachezaji, mwalimu yeye anaona wachezaji wangu wamecheza kwa asilimia kubwa kutokana na maelekezo aliyowapa. Sasa kwenye jicho la kishabiki wanaona kwamba hakuna kitu ambacho mwalimu amekitoa kwa, kwa wachezaji. Le... E, mwalimu anaona kwamba nimefaulu kwa wachezaji nilipo hapa, maelekezo yangu e, wamejaribu kucheza na kuweza kupata matokeo. Shabiki sasa jicho lake linaona hapana, mwalimu si lolote si chochote. Kwa hiyo mimi najaribu e, mashabiki wa Yanga ambao wapo ndani ya Yanga kuisapoti Yanga, wajaribu kutulia na kuwajaribu kuwasapoti wachezaji pamoja na mwalimu. Kwa mongezi hayo, unaiona wapi timu yako sasa, kama timu ya wapinzani umeielezea katika maelezo hayo. Timu yako unaiona wapi sasa? Ah, of course mimi na timu nzuri, na timu nzuri, kikubwa ni tuvumilie ukiangalia upande wa Yanga, wana mwalimu mgeni na mimi nilikuwa na mwalimu ambaye anatengenezea foundation ya timu, tulikuwa tunaenda kwenye project. Mwalimu yule ameondoka, kwa hiyo tunapitia matatizo makubwa tu ambayo, ambayo sisi kim, kimpira hayana afya inahitajika, ina kwamba huyu mwalimu ambaye ni Moroko amekuja kuikamata timu basi ujaribu kumpa sapoti na yeye eh, kama ni mwalimu na taaluma yake, atajua jinsi gani timu hii eh, kwenye kiwanja cha mazoezi atakwenda na nani kutengeneza first eleven na Simba. Hata mimi nikienda pale sasa hivi naweza nikatengeneza lineup nikaondoka na Simba nikafanya vizuri. Bwana Sam, kwa namna ambavyo umeitazama Young Africans <laughs> unaiona ni timu ya namna gani haswa kuelekea kwenye hatua zinazofuata? of course, ndio nimetoka kuongea hapa sasa hivi, kikubwa ni uvumilivu nitakurudisha nyuma kwenye mechi ambazo Nasri Nabi anakwenda kuikamata Dar es Salaam Africans. Profesa, kila mtu alikuwa anakata tamaa. Nabi akawaambia uongozi kwamba nahitaji mnipe siku tisini ambazo sasa na miezi mitatu, lakini yule mwanaume kuja kuingiza jini lake ndani pale likakubali. Nakumbuka mechi ya Klabu Afrikeni hapa, yule mwalimu kidogo apigwe, wametoka sare bila kufungana hapa, yes. Alitolewa hapa kimya kimya, ndani ya gari, pindi anapita kama best loser hapa. Kwenye timu ikasafiri kuelekea Tunis, Aziz Ki anafunga goli la maana sana, ambalo linakwenda kuipeleka Yanga hatua ya makundi, wanaingia robo, nusu fainali, fainali, na kama si kanuni, yanga alikuwa amerudi na kombe hapa akama, kama ingelikuwa kanuni hazi za, za za za goli la la, la nyumbani linafutwa, basi Yanga tunaamini angerudi na kombe hapa, lakini Yanga aliconcede goli mbili kwa moja kufika kule aljaz. Yanga kashinda goli moja kikanuni. Yanga alikuwa ame amenyimwa ubingwa kwa sababu aliconcede goli nyumbani na mwenzake hajaruhusu goli e, aliruhusu goli moja, aliruhusu goli mbili. Kikanuni Yanga anakuwa e, yuko nje ya, ya kanuni za CAF kwa alinyimwa ubingwa. Kwa hiyo kikanuni Yanga siku ile alinyimwa ubingwa kikanuni. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba hata huyu kocha anapita kwenye magumu kwamba watu mashabiki hawamuelewi, lakini kuna kitu kizuri. Mimi hapa kama Sam Simba, mtu wa mpira, naamini kuna kitu kizuri ambacho anakuja kukifanya. Kila utakayemuuliza shabiki wa Young Africans atakwambia dakika 45 hazielewi kabisa, tofauti na dakika 45 za kipindi cha pili. Kwa upande wako Unaona, ni kitu gani haswa ambacho kinafanyika ndani ya uwanja ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza na utofauti unakuwaje ndani ya dakika 45 za kipindi cha pili? Of course, ukiangalia Dar es Salaam Africans kipindi cha kwanza ni kweli kidogo walikuwa hawako compact. hawako compact Compact vipi? Unaiona una eneo e, la ulinzi na eneo la juu walikuwa kuna distance kubwa sana zaidi ya mita kama 4 5. Kwa hiyo ukiangalia hii e distance walikuwa backline na viungo wa juu washambuliaji, walikuwa kama vile walikuwa wanaacha nafasi kubwa. Kwa hiyo wapinzani, mnapotengeneza nafasi kubwa, mnapopiga pasi, ni rahisi wapinzani kuweza kuiba, na hata nyinyi mnatumia energy kubwa mno kwenye kuweza kufanyaje. Na ndio maana hata Yanga walikuwa wakipiga pasi ya kwanza ya pili, walikuwa wapinzani wanaiba, sijui, unaelewa? kwa hiyo walivyokwenda dressing room na kocha kufanya mabadiliko walitengeneza compact wachezaji kurudi kwenye nafasi ndogo ndogo na Yanga walifanikiwa. Angalia end Boyeri, mwangalie Pacome Zouzoua, mwangali mwangalie mtu kama eh, mwangalie mtu kama labda Edmund John, walitengeneza ukaribu na hatimaye timu uliona inatengeneza setup nzuri na hatimaye wakaweza kupata goli. Kwa hiyo mimi naamini kuna kitu mwalimu anakitafuta ndani ya timu na ndio maana hata sasa hivi kuna baadhi ya watu ambao labda mpira wao kidogo hawauelewi wanahitaji mambo ya kukimbia bila kutengeneza mfumo wa timu, labda wanaweza kuiona Yanga e, haichezi, lakini kwa mimi mbe nafahamu mifumo zaidi, naamini Yanga e, kuna kitu ambacho nakitafuta, na kama kocha akiweza kuingia, wachezaji wakiweza kuingia kwenye mfumo, hata zaidi ya miezi miwili hii, Yanga itakuwa ni hatari sana bwana, itakuwa ni hatari sana bwana. Unamwenjoy kiasi gani azizi ndamwile? Azizi ndamwile ni mchezaji ambaye mwalimu ametoka kumwamini na hii si mara ya kwanza kwangu mimi kushuhudia mchezaji ambaye alikuwa hapati nafasi au eh, kupewa muda na mwalimu, moja kwa moja kuja kuaminiwa. Mtu ambaye na ushuhuda naye ni Ibrahim Baka, kipindi cha na, Nabi anakuja Dar es Salaam Africans, Nabi alikuwa anakaa nje ya benchi kati ya Bakari Nondo Mwamyeto na Dickson Jobu si ndivyo, lakini Nabi akaja akaja kumpa nafasi Ibrahim Baka ambaye sasa hivi ni tegemeo wa national team pamoja na Adasa Young Africans. Kwa hiyo hiki anachokionyesha Azizi Yandabwile mimi naamini kimeshatokea kwa wachezaji wengi. Ni discipline ya mchezaji kufanya kile kitu mwalimu ambacho anakipenda ndani nje ya uwanja wa mazoezi, kuja kumuonesha uzaidi ndani ya kwenye kiwanja cha cha ushindani. Kuna namna ambavyo Young Africans haijawa makini zaidi kwenye eneo lake la mwisho nikiwa na maana ya eneo la ushambuliaji wa klabu ya Yanga. Of course, hili ni tatizo sasa hivi la dunia ukiangalia hata Simba Sports Club klabu yangu tunapitia hiyo changamoto Africans, eneo ambalo mimi kwangu namuomba mwalimu kama atanisikia, kama atanisikia awe ana option moja kwenda naye huyu eh, Andy Boyeli, kwangu mimi namuona ni bonge la striker ambaye anaishi eneo lile eh, la kumi na nane. Hahangaiki, maana mastriker huwa wanatofautiana. Mtu kama Prince Dube ni mhangaikaji, anatoka kushoto, anatoka kulia, lakini mtu huyu Andy Boyeli anasimama, na hata ukiangalia impact yake kwa hiki kipindi cha pili ilikuwa ni kubwa sana, na hata kuwafanya hawa jamaa wasi, wasi move da kuwataki Yanga kwa sababu walikuwa wanajua hili striker lina njaa, linaweza kukuadhibu wakati wowote. Kwa hiyo haya ni maoni yangu kwa hili jamaa, Andy Boeli ni mbonge la striker ambaye anajua kuishi kwenye maeneo na anazitumia nafasi ambazo anazo.